Nihitimishe ndugu zangu, nimalizie kwa kuwapongeza tena kwa mafanikio mlioyapata. Nashukuru kwa kazi nzuri na mchango mkubwa mlioutoa katika maendeleo ya nchi yetu. Hatuwezi kuzungumzia mafanikio ya serikali kuu bila kuzungumzia mchango wa serikali za mitaa. Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena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 kwa hiyo wale wanaotaka kuomba ridhaa tena, nawatakia kila la heri, na tuombeeni sote, tuombeane kila la heri. Kote tunakopita tutembee kwa fahari, kwani kazi imefanyika, ndugu zangu, za tumefanya kazi, tumefanya kazi, na mimi fahari hii nawarudishia nyinyi mlioko kule kwenye fieldi, na nawarudishia nyinyi niwaombe tena, sasa hivi kuna mzunguko wa daftari la kupiga kura, tuhakikishe